Kubaliana, uniachie muda wa kulala kwa hizi wiki mbili nikiwa likizo. Bado mapema sana. Cheza. Mwenda, cheza. Haya, sawa, lakini tunywe chai kwanza. Haya, cheza. <laughs> Cheza, cheza, cheza. cheza. cheza. Pole pole jamani, muda wa likizo ndo muda wa kulala. Umeona, eh? Aisee, mmeamka mapema. Mwenda ameniamsha yaani, bado hajui kama tuko likizo <laughs> pole jamani, lakini bora umeamka, unaweza kunisaidia kuandaa chai. Kuna vitu nataka kwenda kununua sokoni. Sawa, asante. Mwangalie mdogo wako kama utakuwa naye hapa nje, kuna baridi, hawezi kwenda bila sweta. Lakini kama mtakaa ndani, hii luninga ni mpya na tulidunduliza sana mpaka kuweza kuinunua. Sawa. Safi basi, ngoja mimi niwahi. Si unajua anavyosema mwenye kuwahi hakosi. Mwenda, kaa hapa, naenda nje kuweka birika kwenye moto, narudi sasa hivi. Enda kuwa mwangalifu rusha haya lakini mara moja tu kwa sababu hatuwezi kwenda kucheza nje na tunatakiwa kusubiri maji yachemke ngoja nirudi nyuma kidogo Yay. <laughs> haya sasa nirushie mpira safi Kazi nzuri. Ngoja nirudi kidogo nyuma zaidi. Nini kimetokea? Mwenda amevunja runinga. uh-oh. Baraka, kana mwenda na kaeni mbali na vioo vilivyovunjika, naenda kufata ufagio nifagie. Koba, mnaomba unisaidie tafadhali. Mwenda amevunja runinga. Nini? Ilikuwaje? Nilikuwa nimeenda kubandika birika kwenye jiko. Mara nikasikia kitu kimevunjika. Niliporudi ndani nikakuta amesimama pembeni yake na mpira. Nilijitahidi sana kuweka akiba ili kuinunua. Na bado ni mpya kabisa. Hii ni hasara. Usijali mama, nitanunua runinga mpya. Asante Koba, lakini siyo rahisi hivyo. Bado natakiwa kuendelea kuilipia ili nimalizie deni. Sasa nitakuwa nalipia kitu ambacho hakipo tena. Da, kweli Mwenda amekuwa mpaka ana nguvu ya kurusha mpira kwa nguvu hivyo. Sijui na unachongelea. Natamani ungeweza kuongea, Mwenda. ni nzuri, si ndio? Unayangalia kamera si ndio? Ndio, nilikuwa naweka akiba nije ninunue, lakini natakiwa kununua kitu kingine sasa. Oh, sasa unahitaji kununua nini? Ah, ni nzuri pia ndio, lakini sina hela ya kutosha kuinunua. Unajua kama unataka kitu lakini hauna hela ya kutosha, unaweza ukaiba. Hapana, sio sawa. Koba, mbona una huzuni? Nimekuwa na siku mbaya. Nimemwangusha mama yangu, na kumsaidia itanigharimu hela nyingi sana ambazo sina. Nimekuwa nikiweka akiba kwenye klabu yetu ya akiba, lakini haitoshi. Jamani, pole sana. Asante. Unaendeleaje? biashara inaendaje? Sio vizuri sana, nimekuwa nikipata hasara Hatujapata maonyesho mazuri ya kuonyesha kwa muda sasa. Natumaini nitapata video nzuri hivi karibuni ambayo watu wakokotoa watapenda kuiona. Pole sana kwa hilo. Vipi, umefikiria um, jinsi ya kuongeza kipato? Mm, nilikuwa sijafikiria hilo. Naweza kufanya kitu kupata hela, lakini nitafanya nini? Mi bado mtoto. Koba, unakuja kwenye mkutano wa klabu ya utu? Ah, ndio. Basi twende wote tusije tukachelewa. Kila la heri Bwana J. Natumaini utapata video nzuri hivi karibuni. Asante Koba, kila la heri kwako pia. Habari zenu, natumaini kila mmoja anafurahia likizo yake. Nilikuwa nafikiria kwa kuwa sasa tuna muda mwingi, tunaweza kufanya kitu kusherekea utu hapa Kokotoa. Wow! Lakini tufanye nini? Tufanye sherehe ya utu, tunaweza kutoa tuzo pia Ndiyo, itaonyesha tunawashukuru kwa kuona utu. Tena kama watu wakiwaambia wengine jinsi wanavyoonyesha utu, wengine wanaweza jifunza kwao pia. Najua tunachoweza kufanya. Naweza kuwarekodi wakifanya vitendo vya utu na niwafanyie mahojiano pia, alafu tunaweza kuonyesha video kwa wanakokotoa kabla ya kutoa tuzo. Wow. na sisi kwa kuonyesha utu tunaweza kuonyesha hiyo video kwenye banda la Bwana Jay na, na tukaweka kiingilio kidogo kwa watu kuangalia ili tumsaidie Bwana J kupata hela pia, amesema biashara yake haiendi vizuri kidogo. Basi tumekubaliana tutaandaa sherehe ya kusherehekea utu, na itafanyika maeneo ya banda la video, ili Koba aonyeshe video yake. Ndio nzuri sana hilo Bwana J. Bwana J, nina wazo la biashara kwa ajili yako. tukionyesha video kuhusu utu hapa kwenye banda na watu wakaja kuiona kwa kulipia kiasi kidogo cha fedha, utakuwa tayari tugawane hela tutakazopata? Wazo zuri. Una uhakika watu watakuja kuangalia? Ndiyo, tutakuwa na sherehe nje na wataiangalia kama sehemu ya sherehe ya utu. Kwanza, kwa sababu tutakuwa tunaifanyia hapa Kokotoa, lazima watu wengi wa Kokotoa watataka kuja kuiona. Safi, wazo zuri sana hilo. Mi naona huu utakuwa ni ubia mzuri. Mm, watu huwa wanalipa shilingi ngapi kuangalia video hapa? shilingi 250 za Kokotoa, lakini kwa sababu ni sherehe, nitafanya shilingi 200 tu za Kokotoa. Vizuri, sasa inabidi nihakikishe natengeneza video nzuri. Ngoja nikafanya mahesabu ya kujua tutahitaji watu wangapi ili nipate hela ya kutosha kwa ajili ya runinga mpya. Haya, tutaonana, Koba. Sawa, mama ndege, tuanze kwa kutuambia unaonyeshaje utu kwa wengine. Sawa, ni rahisi sana hiyo naonyesha utu kwa kuwa na ushirikiano na wengine, kuwa na huruma, ah, kuwa mkarimu. Unajua eh? Toka nikiwa msichana mdogo <laughs> na kwa kweli hivi ndivyo ninavyofanya, lakini ni vizuri nitoe mawazo machache ili waweze kuelewa. Sindiyo, eh? <laughs> Dio, ni vizuri sana Mama Ndege. Umefanya vitu vingi, watu watamasika sana na wewe. Kuna eh, uhakika umerekodi vya kutosha kutoka kwangu. Unajua nilipunguza vitu vingi kwa sababu ya muda, hii inatosha eh. Kabisa, asante sana, tuonane kwenye sherehe haya. Kwaheri jamani. Nini shida? Vyote nilivyorekodi havionekani vizuri, sijui nini kimetokea. Nimepoteza tu muda lakini kamera yako ya zamani Koba, mara mwisho ulitumia lini? Hata sijui lakini, ninachojua ni kwamba kwa ubora wa hii video watu watadai hela zao, wakati mimi nazihitaji hizo hela. Sasa utafanyaje? Sijui, sina hela ya kutosha kununua kamera mpya kwa sasa. Ehe, nimekumbuka! Kiduchu alisema kaka yake ana kamera. Kwa nini usiende kuwazima? Ndiyo kweli. Nitafanya hivyo kesho mapema asubuhi sana. E, Koba, mbona mapema sana? kuna nini? Biashara. Koro yupo? Ndiyo yupo. Itakuwa biashara ya muhimu sana. Ngoja nikuitie, karibu ukae. Napenda kwanza siku na biashara. Koba, niambie <laughs> sawa. Eti bado na kamera yako ha? Ndiyo ninayo. Unataka kuwazima? Ndiyo, tafadhali kamera yangu nasumbua na sina muda wa kuirekebisha au hela ya kutosha kununua kamera mpya. Naomba uniazime ya kwako kwa wiki moja na nitakulipa shilingi elfu tatu za kukutoa ni video kwa ajili ya sherehe za utu. Ndiyo, nawezaje kusema hapana? Uwe mwangalifu tu. Sawa, usijali. Asante sana Kolo. Hiyo ni nini? Mipango yangu ya matumizi ya pesa. Unajua natakiwa kuweka rekodi ya kila hela ninayotumia ili nifikie malengo yangu ya kifedha. Hiyo safi sana hiyo. Hii hapa. Nimefurahi kufanya biashara na wewe Kolo. Nikimaliza tu nitakurudishia kamera yako. Kila la heri. Shikamoo Mzee Kigo. Ah, Koba. Hata hujachelewa. Karibu. Asante na asante sana kwa kukubali kufanya mahojiano. Usijali, ngoja nikavae shati langu zuri, narudi sasa hivi. <laughs> Sawa, ngoja nianze kuandaa. oh! elfu saba elfu nane elfu tisa Hii ni zaidi ya hela anayohitaji kununua TV. Kola atakuwa amesahau hii hela. Sijui atagundua nikiichukua. Hii imekaaje? Nitapendeza kweli kwenye video yako. Ni nzuri sana, ngoja tuanze sasa. Mzee Kigo, ni misingi ipi ya utu unayoithamini zaidi? Uh, uadilifu. Inamaanisha kuwa mkweli hata kama hakuna mtu anayekuona. Sio rahisi kufanya hivyo, lakini vile watu wanavyoweza kukuamini na kukutegemea, unakuwa unajisikia vizuri sana. Asante sana Mzee Kigo. Nimejifunza mengi kuhusu uadilifu na kwa nini ni kipengele muhimu cha utu. Tutaonana kwenye sherehe. Hakuna naye kuona. Eni baki na hela au ni mrudishie Kolo? Ni baki na hela au nimrudishie Kolo? Nifanye nini? Nikichukua na poteza uadilifu napoteza fursa ya kufanya matatizo yangu yaondoke. Naweza kuichukua na mtu asijue, ila ni udanganyifu na haileti hisia nzuri. Ni sahihi kuirudisha hela niliyoikuta, ila hela hiyo naihitaji sasa hivi. Ah, nifanye nini? Mabibi na mabwana, karibuni kwenye sherehe ya kwanza ya utu hapa Kokotoa. Tutaonyesha watu wengine wanafanya nini kuonyesha utu, na tutasherehekea na kuwapa tuzo. Tunatumaini hii itamhamasisha kila mmoja kuzungumzia kuhusu utu na kujifunza kutoka kwa wengine. Tulitaka tuwe na sherehe hii ili kuendeleza utu hapa Kokotoa. Kwa kusema hivyo, video yetu ipo tayari. Tafadhali tuanze kwa kulipia tiketi hapa kwa Bwana J na kuingia ndani. Kazi ilikuwa nzuri sana. Kazi nzuri Koba, nimehamasika sana kuwa na huruma zaidi. Mi inabidi nigawane na wenzangu zaidi. Tumeweza, banda lilijaa. Naenda kwenye sherehe ya kugawa tuzo, nitarudi kuchukua hela yangu baadaye. Asante kwa kukubali tushirikiane, bwana J. Karibu sana, nitahesabu tulichopata na kuzigawa kabisa. Hii hapa, hii ndiyo hela yako, elfu nne tu. Nilifikiri tumepata zaidi, mbona kulikuwa na watu wengi? Ndivyo ilivyoonekana, lakini tumepata shilingi elfu nane tu hivyo elfu nne ya kwangu na elfu nne ya kwako. Naenda kufunga koba. Nini shida? Video yako ilikuwa nzuri sana leo, unatakiwa kufurahi. Nilifikiri hivyo pia, lakini hatujapata hela ya kutosha kama nilivyodhani. Ha? Unamaanisha nini? Banda lote lilijaa, nilidhani hivyo pia, Koba. Hivyo unajua tuangape walinunua tiketi? sijui bwanajani? Ndo alikuwa anasimamia Koba. Kama mfanya biashara, inabidi utunze mahesabu yako mara zote. Kuna siku nilimtembelea Mzee Kigo, akawa anapiga mahesabu yake ili ajue kama amepata faida au kama amepata hasara. Faida au hasara? Ndiyo Baraka, faida ni unapopata fedha zaidi kuliko ulizotumia na hasara ni unapopata hela pungufu ya uliyotumia. Ah, huwa natunza mahesabu yangu kibena. Njoo eh, uone hapa. Ndipo napoweka mapato yangu, yani hela ambayo nilikuwa nayo au ambayo nimepata. Hapa ndipo napoweka matumizi yangu, yani hela niliyolipa watu au kununua vitu, na hapa ndipo napojua nimebaki na shingapi baada ya kutoa matumizi yangu kutoka kwenye mapato yangu. Hapa ndio napojua kama nimepata faida au hasara. Sawa, kwa hiyo ulikuwa na shilingi ngapi kabla ya kutengeneza video, Koba? Kabla ya kutumia au kupata hela yoyote, nilikuwa na shilingi elfu sita za kokotoa. Kutoka kwenye akiba yangu, ilibidi nimnipe Kolo shilingi elfu tatu ili yaniazime kamera yake. Kwa hiyo shilingi elfu sita za kokotoa kutoa shilingi elfu tatu za kokotoa, inabaki shilingi elfu tatu za kokotoa. Ilivyobaki shilingi elfu tatu ikawa kipato changu kipya, ambacho nikatumia kuwalipa kila mmoja niliyemhoji shilingi mia mbili kama shukrani kwa muda wao na hadisi zao. Niliwahoji watu kumi, kwa hiyo ina maana nilitumia shilingi elfu mbili kuwahoji watu wote. Nikiitoa kwenye ile shilingi elfu tatu niliyokuwa nayo, ina maana nilibakiwa na shilingi za kukotoa elfu moja na haya ndio matumizi yako yote uliyokuwa nayo kutengeneza video? Ndiyo basi. Na maana kwa kumlipa Kolo shilingi elfu tatu za kokotoa, na kuwalipa watu uliowaoji shilingi elfu mbili za kokotoa, umetumia jumla ya shilingi elfu tano za kokotoa kutengeneza video yako. Na kama leo umepata shilingi elfu nne za kokotoa, basi unatoa elfu nne kutoka kwa elfu tano Halafu utapata hasi elfu moja. Ina maana umepata hasara Koga. Lakini hapo ni kama bwana Jay amekuwa mkweli kuhusu mauzo ya tiketi. Lakini nitajuaje? Inabidi tu niamini kuwa yeye ni mwadilifu na ameniambia ukweli. Subiri, tunaweza kwenda kuhesabu vitu ndani, hii itatusaidia kujua Ndiyo, inawezekana. Twendeni. Vipi, kuna kitu mmesahau? Hapana, tumekuja kuhesabu idadi ya viti. Tunafikiri hujampa rafiki yetu hela yake uliyopata kwa usahihi. Kwa nini mnafikiria hivyo? Sawa, kwa kuanza, kuna viti 100 humu ndani. Hapa safu kumi na ulalo kumi hiyo inakuwa kumi mara kumi ambayo ni mia moja na kama kila mmoja amelipa shilingi mia mbili inamaanisha umepata uh, mia mbili mara mia moja ambayo ni shilingi elfu ishirini na ukigawanya kwa mbili, inamaana kila mmoja anapata shilingi elfu kumi sio elfu nne Aisee, mko vizuri. Kwa nini unifanyie hivi bwana J? mimi ndiye niliyokuja na wazo la kutusaidia sote. Nisamee Koba, niliingiwa tamaa. Biashara ilikuwa iendi kabisa kwa muda sasa, sikujua lini tena nitauza tiketi nyingi kama leo. Kama ungekuwa mwadilifu, huu usingekuwa mwisho wa wewe kuuza tiketi nyingi hivi. Watu wanapenda video za Koba, angeweza kutengeneza nyingine nyingi na kuzionyesha hapa ungeweza kuwa na banda la video maarufu kuliko yote Kokotoa, lakini sasa hatuwezi kukuamini tena. Tutafanya biashara sehemu nyingine, na uoga wako wa kutouza zaidi utakuwa halisi. Hebu fikiria tu, tumesherekea utu hapa leo, na wewe haujao mwadilifu kabisa. Tafadhali naweza pate langu la lobaki? Nisamee Koba. Ehe, Koba, umepata faida au hasara leo? Ndiyo, umepata nini? Kulingana na mahesabu yangu, nilitumia shilingi elfu tano za Kokotoa kutengeneza video, kwa hiyo kupata shilingi za Kokotoa elfu kumi ina maana nimepata faida ya shilingi za Kokotoa elfu tano. Aisee, faida kubwa sana hiyo. Asanteni jamani. Hakikisheni mnaweka kumbukumbu za matumizi yenu pia na kufanya maamuzi ya kuwapa faida tu. Habari za asubuhi Kolo. Ha, nzuri. Mtu maarufu! Kazi nzuri ya video, nimefurahi sana na kujifunza vitu viwili vitatu. Hii yote isingewezekana bila wewe. Hii hapa kamera yako ipo salama kabisa, halafu nadhani ulisahau kitu fulani muhimu kwenye begi lako. Oh. Sikujua nimeacha humu kama wewe. Nimekuwa naweka akiba ili niende shule ya filamu nikimaliza masomo ya juu ya sekondari. Nataka kutumikia Kokotoa kwa kutengeneza filamu, na hii itasaidia kufanya hivyo. Lakini hebu subiri, ulikuwa unahitaji hela, si ndio? Kwa nini hukuchukua hizi? Najifunza kuwa mwadilifu, unajua kufanya kitu sahihi hata kama hakuna anayekuona. Kama mwanachama wa klabu ya Utu, natakiwa kuwa na utu hata kama hakuna anayeniona. Sasa najua kwa kutoziiba nimesaidia jamii yangu, kwa kukuwezesha kwenda shule ya filamu. Aise, nimehamasika. Asante. Sasa natakiwa kwenda kushughulikia viti nilivyoviharibu kwa kutokuwa mwadilifu. Hili ni duka lako? Ndiyo, karibu. Sasa, kwa nini ulinishawishi niibe? Nafanya hivyo kugundua watu wenye malengo mabaya wanaozunguka nje ya duka langu. Lakini nafurahia sana wewe umekuja kununua runinga kwa njia sahihi. Watu wengine wanaiba na wanasababisha hasara kwenye biashara yangu. Kuendelea kupata hasara kutasababisha nifunge duka langu, na hii inamaanisha usingepata duka la kununua kamera na runinga, na pia nisingeweza kulisha familia yangu. Da, sikujua vitendo vyangu vinaweza kuathiri watu wengine wengi hivi hii ni kwa sababu chochote anachofanya mmoja kinaweza muathiri mwingine. Ndio maana ya utu. Ni vizuri kuwa mwadilifu siku zote. Kuwa na uadilifu ni kuwa na utu. Sasa naelewa vizuri. Naweza pata runinga mpya tafadhali? Okay. Hii ni TV mpya. Ndiyo mama, sikuwa mkweli siku ile mwenda kuvunja TV mimi ndo niliyevunja. Nilijua tu. Nisamehe sana. Sasa nimejifunza kuwa mwadilifu wakati wote, na nimefanya kazi kutafuta hela kutosha kununua runinga nyingine. Kwa sababu najua ulivyojituma kununua runinga ile nyingine. Jamani, nimefurahi. Umejifunza Koba, natumaini utaendelea kuwa mtu mwenye uadilifu. Haya, sasa tuangalie TV pamoja. Nilihimisi sana kwa kweli. <laughs> Wiki hii kuna vitu viwili vya kufanya kwenye klabu zenu za utu. Kwanza waambie marafiki zako kuhusu wakati ulioonyesha uadilifu. Mnaweza kujadili kwa pamoja. Kisha, kama watoto wa Ubongo walivyotengeneza video kuelimisha jamii kuhusu utu, mnaweza kuelimisha jamii yenu kuhusu utu pia. Panga jinsi unavyoweza kuonyesha ulichojifunza kwa watoto wengine na walimu shuleni kwako. Kumbuka, uadilifu ni kufanya kitu sahihi hata kama hakuna mtu mwingine anayekuona. Inaweza kuwa mazingira ambayo yanakutamanisha sana kufanya jambo ambalo sio sahihi, lakini bado ukaamua kufanya jambo sahihi. na marafiki zetu wamejifunza kuhusu uadilifu na kuchagua kufanya hivyo wakati wote, na huo ni utu. Marafiki, mnaweza kuisajili klabu yenu ya utu kupitia SMS au WhatsApp ili kuungana na Ubongo Kids na kupokea maswali, shughuli za kufanya na mengine mengi kwa ajili ya klabu yenu. Ili kusajili kupitia SMS tuma neno Utu kwenda 15054. ili kusajili kupitia WhatsApp hifadhi namba hii kwenye orodha ya namba zako za simu, kisha tuma neno Utu kwenda Ubongo chati yetu Yaani, alama ya jumlisha 12349001234 kisha chagua Utu kwenye taarifa utakayoipokea. Tuna shauku ya kusikia kutoka kwenu.